Tunashukuru tunashukuru Mungu tumeweza kufika salama hapa Mwanza. Mimi naamini maandalizi yote ya mchezo wa kuelekea Tabora tumeshafanya Dar es Salaam. Hapa tunakuja kukamilisha tu kuelekea kwenye mchezo husika. Kwenye athari, hakuna athari kubwa unaweza kuzungumzia kwa sababu wakati tunaandaa tulikuwa tunaandaa tukwenda kucheza wanjani kwao Tabora. Lakini Tabora na Mwanza sio mbali. Hali ya hewa the same same ko tulijiandaa tukiwa tunakubali mazingira yote yatakayo kutana nayo mbele yetu, tunaweza tukakabiliana nayo. Wanja hali ya viwanja vyetu vyote sana sana vinafanana. Vina, vina wakishapitisha kwamba uwanja huu unafaa kuchezewa mechi za ligi kuu, huo uwanja uko tayari kwa ajili ya kutumika. Na nashukuru Mungu, kikosi chetu wote wapo, wote wapo, tuombe Mungu tu kwa sababu Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. <coughs> Tumetoka Dodoma salama, tumefika Mwanza salama. Maandalizi yako vizuri. Kwa yote kwa yote, kwa yote wapenzi wa Tabora United, washabiki japo timu mechi haiko Tabora, iko Mwanza, waombe dua. Mechi ya fundi tuko tayari, tumeweka maandalizi yetu mazuri kwa ajili ya kukabiliana na JKT Tanzania kesho na kuweza kupata point tatu siku ya kesho. Ah, sisi tumejiandaa vizuri kwa sababu tunajua uzoefu wa Tabora kwa Simba, yani walimu katika kiwanja cha mazoezi amefanya plani zote ili kuwakabili Tabora. Si tuko vizuri, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, panapoona uzima kesho tutapambania nembo ili tuweze kupata alama tatu. Sio kwamba nguvu inapungua, ni game, ni game plan ya mwalimu ambayo mechi tunakutana nayo. Kuna mechi naweza tukacheza tukiwa na place hiyo tunaanza tunamaliza na kuna mechi tuta, tuta press dakika 15, 15. Tutapumzika, tuta press, 15 za mwisho. Iko hivyo, kila mechi ina game plan yake. Hata kesho kuna game plan yake ambayo mwalimu kaipanga katika kipindi cha mazoezi. Inshallah Mwenyezi Mungu atajali, ataweza kupata matokeo. Uh, si kama wachezaji huwa eh, tunaambiana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kama sisi wachezaji wa timu ya Tabora tunapenda matokeo mazuri, kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwa kila mmoja mmoja wetu, kila mtu anamwelekeza mwenzie. Kwa hiyo tunategemea kabisa mchezo wa kesho utakuwa mgumu, lakini kwa upande wetu sisi tunaenda kupambana ili tupate pointi tatu, ba wana Mwanza, Tabora na Mwanza ni karibu na tunaamini sisi ni majirani, kwa hiyo tunaomba sapoti kubwa katika mchezo wetu wa kesho. Mechi kesho ni saa kumi kamili jioni na viingilio vyetu ni shilingi elfu tatu kwa mzunguko na shilingi elfu tano kwa VIP. Kwa hiyo niwaombe sana, tunajua na mwanza unapenda mpira na unajua ndo maraini wa kwanza. Sasa wana Mwanza, tunakwenda kushuhudia pira asali, pira nyuki, pira utamu. Najua tutarudi tena, tuna mechi dhidi ya Pamba Jiji hapa, ambao sisi tutakuwa ugenini, lakini kabla hatujaje kumshuhudia, hatujaje kuwaumiza kuwa Pamba Jiji, kwa hiyo tunaomba kesho mje mshuhudie burudani nzuri kabisa ambayo inakwenda kuletwa na kikosi cha bilioni mbili na milioni mia tano. Yaani kesho, wana Mwanza, naomba tu, tuungane kwa pamoja kwamba shopping yetu Iwe CCM Kirumba. Naamini unapokuja kuiona Tabora United, unakuja kuona Al Ahal. Yaani ni sawa unakuja kuiona Mamelodi Sundowns, ni kama vile unakuja kuiona Kaizer Chiefs, ni kama vile unakwenda kuiona Chippa United. Yaani unakwenda kuona zile timu maarufu, zile timu kubwa ambazo kimsingi nafikiri unaweza ukakaa usiku labda mpaka unakuja kuzeeka, hujawahi kuzishuhudia hizo burudani. Kwa hiyo karibuni sana kesho wa Mwanza, sisi ni ndugu zenu. Uh, Mwanza kuna Wasukuma, kuna Wanyamwezi, Tabora ni Wasukuma, ni Wanyamwezi. Kwa hiyo sisi ni familia. Na ndio maana hata sisi pamba jiji tunawaita ile lakini, napokuja kuja kucheza hapa, lazima tuhakikishe kwamba kila mtu anavuna anacho kipanda.